Ndio leo hii mnaona nyewe nyewe maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa, malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi au amnyamnya mjasikia? Maana labda mzee wangu mzetu mnaishi ndani ya nyumba tu hapo ya juu ya mtaani, eh wanalalamikiwa, tunalalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha ana petrol station zake za Likoli, zimechomwa zile kwa sababu zinasema zaliziwani zimechomwa. Zaidi ya, zaidi ya tisini na mbili kanaambia sasa, imagine mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni, eh, anzeni na mimi waziri wenu niiteni hapa niulizeni, hebu tuite. Lakini wakati huo mnapoita, kwa sababu unajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? Tafuteni ushahidi, njoni hapa, baada ya kunita hapa iteni press conference hapo, semeni tumemwita waziri Ridhiwan Kikwete tumemuoji na tumejiridhisha, kwamba katika hili hahusiki au katika hili anahusika, waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi, mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe, huko ni uongo mtupu. Ili jambo mheshimiwa jaji, hatujafanya vizuri Hatuna sababu ya kumwogopa mtu.